Zaiylissa ameamua kuandika kwenye peji yake ya Instagram akieleza namna ambavyo imekuwa sio jambo rahisi yeye kufikia maamuzi ya kuachana na mumewe Haji Manara. Kumbuka kwamba usiku wa Jumatano kwa mkea Alhamisi ni usiku ambao ulikuwa wa matukio yao, stori zao kujibizana huko mtandaoni, lakini pia mambo mengi yamefahamika kwenye usiku huu. So asubuhi ya Alhamisi, Zaiylissa kwenye peji yake ya Instagram ameweka ujumbe wa Kiingereza, nimeutafsiri kwa Kiswahili na nitakusomea kile ambacho amekiandika. Anasema, namshukuru Mungu kwa kunitoa gizani na kunileta kwenye mwanga. Ilikuwa uamuzi mgumu zaidi, lakini leo hii nimesimama imara na nikiwa na azma zaidi kuliko hapo awali. Nimejaa furaha na baraka kwa kuwa nafanya kazi na chapa bora kama mshawishi wa mitandaoni, njia ambayo naiendea kwa mikono miwili. Kumbuka, uponyaji unawezekana na yaliyopita hayaamui maisha yako ya baadaye. Endelea kusonga mbele. Ameweka hashtag eli wa kikatili hashtag safari ya uponyaji hashtag ushirikiano wa mataifa, nimebarikiwa uvumilivu, usikate tamaa. Ametaga hapa brands ambazo wanafanya nazo kazi. Kumbuka pia kwenye moja ya vitu ambavyo Zaiylissa aliviandika, amesema kwamba Haji Manara alikuwa hamgaramikii kwa nguo, hamgaramiki wala kwa chochote. Nguo zote ambazo alikuwa anazivaa ni brands ambazo wanafanya nazo kazi, ndo hao wanamvalisha ili aweze kuwatangazia, lakini Haji Manara alikuwa hatoi hata shilingi kwenye kugaramikia mke wake apendeze. Kwa hiyo kwa maelezo yake ni kwamba ukimwona Zaiylissa amependeza e, kwenye tukio lolote lile ama popote pale anapokuwa, basi fahamu kwamba ni nguvu yake mwenyewe na ushawishi wake wa mitandao huko, kwa sababu anadai mpaka nywele pia alikuwa anavalishwa bure, kwa sababu tu anawasaidia kutangaza nywele zao. Lakini Haji Manara hajawahi kutoa hata senti kumgaramikia e, vitu kama hivyo. Haji yeye yeah, ameeleza kwamba e, ulikuja kwangu huna hata nida wala passport. So, watu wengi wanamkejeli Haji Manara kwamba at least alimsaidia kupata passport na nida e, za Zaiylissa lakini vitu vingine ni kama jamaa hakutimiza, kwa maana yale majukumu ya mwanaume kuyafanya ama kumfanyia mwanamke wako e, kumtekea, kumgaramikia na vitu vingine, ni kitu ambacho Zailisa anasema kwamba Haji Manara alikuwa hakifanyi, lakini ndio hivyo hapa, anashukuru kwamba ana brands ambazo anafanya nazo kazi. Anaamini kwamba hawezi kuyumba kwa sababu tayari kuna nguvu ya makampuni ambayo yako nyuma yake yanayomsupport, kwa maana ya kumfanya kama balozi. Lakini pia anasema yanayotokea sasa hivi ama changamoto yaliyopita hayaamui ficha yake kwamba maisha bado yanaweza akaendelea, atapona na atakuwa sawa tu and kila kitu kitakuwa e, kama kawaida. Kwenye comments pia kama kawaida watu wanaendelea kuandika e, unajua kapo ya I mean, ndoa ya Haji Manara na Zaiylissa ilikuwa maarufu kwa sababu pia ya mitandaoni. Ilikuwa imeonyeshwa sana huko mitandaoni, mambo yote, maisha yao walikuwa wana expose sana, hakuna kitu ambacho kinachohusu mahusiano yao kilikuwa kiji huku, kwa hiyo ndio maana pia imekuwa ni stori kubwa sana huku social media kwa sasa. Bad thing ni kwamba ndoa hii kwa sasa imekwisha vunjika na Zaiylissa amepokea talaka kwa mujibu wa yeye mwenyewe alichokiweka wazi. unamtazamo gani hapo chini kwenye sehemu ya comments, lakini pia nikukumbushe kusubscribe hapa SNS kwa taarifa nyingine kila wakati.